Habari ya asubuhi wa Tanzania, ni sasa hii kabisa ndo nimeamka sasa hivi, nikaona moja kwa moja nije nizungumze na Watanzania live. Mimi kwanza nimpongeze Rais Samia Suluhu Hassan, nikushukuru, mama, mama yangu mpendwa, rais wetu wa kipekee kabisa, kufika mkoani kwetu Katavi. Mama, nafikiri Katavi umeiona na umeona namna gani tulivyokupokea kwa shangwe kubwa na kuashiria sisi Katavi mama, na kuhakikishia tuko pamoja na wewe, sambamba bega kwa bega, tuko pamoja na wewe hatua kwa hatua. Nimshukuru comrade kawaida kufika mkoani kwetu, mwenyekiti wa UVCCM taifa, lakini pia akiambatana na mwenyekiti wa CCM taifa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu mpendwa, nikushukuru sana kwa jambo hilo, lakini pia nimekuja kuzungumza na vijana vijana ambao wana mipango hovyo, vijana ambao wanalishwa bange. Mimi niwaambie Watanzania, hii nchi hii, mwalimu Nyerere amepambana sana kuhakikisha taifa letu hili la makabila zaidi ya mia moja ishirini kuzungumza lugha moja ya taifa ambayo ni Kiswahili, sio kazi ndogo hiyo. lugha tunayozungumza sisi Kiswahili, makabila yote tukaelewana isingepatikanika pasi na kuwa na amani kwenye taifa letu. Inatakiwa mwelewe sisi Watanzania jukumu letu namba moja ni kulinda amani ya nchi yetu, ni kukemea wale wote wanaopanga maovu ya ambayo wanatamani yatokee kwenye taifa letu. Mimi najua kabisa nyuma yenu kuna wahuni, hawa vijana wote wenye wanaleta maneno ya chokochoko -choko kwenye mitandao ya kijamii kuleta vurugu kwenye taifa letu nyuma yenu kuna wahuni ambao wanawasapoti kufanya huo upumbavu, wanawasapoti kufanya huo ujinga. Sasa mimi kama Mtanzania, mimi kama kijana ninayethamini amani ya taifa langu, siwezi kukubaliana na ninyi. Mimi nitamwomba Rais Samia ahakikishe kweli kweli jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania linahakikisha usalama wa taifa letu unaendelea kuwepo, amani ya taifa letu inadumishwa. Hakuna mwananchi Oktoba ishirini na tisa kuandamana. Sisi wote wa Tanzania Oktoba ishirini na tisa ni kwenda kupiga kura kwenye vituo vya kura. Wote tuandamane kwenye vituo vya kura kwenda kupiga kura kuchagua kiongozi tunayemtaka. Lakini kwangu mimi, kura yangu namba moja ni kwa Rais Samia, na tena Mkoa wangu wa Katavi wote wanakatavi tunamchagua Rais Samia Suluhu Hassan pekee. Vijana wenzangu, mnisikilize kwa umakini. Mwalimu Nyerere amepambana pakubwa, alikuja Mwinyi akapambana pakubwa, amani ya Tanzania kaijenga sawa sawa. amekuja Mkapa kapambana pakubwa, amani ya Tanzania imeendelea kudumishwa amekuja e, Kikwete kapambana pakubwa, amani ya Tanzania imeendelea kudumishwa. Amekuja Magufuli kapambana pakubwa, amani ya Tanzania imeendelea kudumishwa. Kaja rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan naye anaendelea kupambana vivyo hivyo, na sisi vijana ndoa kumpa sapoti. Hawa huni wenye wako nyuma yenu nyie, mnasapotiwa ujinga kuleta vurugu kwenye taifa letu. Naomba rais Samia ushughulike nao, nakuomba mama yangu, agiza jeshi la ulinzi eh, jeshi la wananchi amini jeshi la polisi Tanzania kuhakikisha linachunguza hawa watu wanaoleta vurugu mitandaoni, wanasapotiwa na kina nani? Hao ndio na kuomba Rais Samia usidhibiti hawa vijana hawa wanaoleta wa kuadhibiti vurugu, vurugu. Hawa wanasapotiwa na watu na kuomba utafute yani, agiza jeshi lako la polisi liwatafute hao watu wanaowasapoti hawa vijana kuleta vurugu mitandaoni, haiwezekani kama mangikimambi taarifa nyingi za taifa letu anakuwa nazo ni nani anayempa taarifa za taifa ina maana ndani ya, ndani ya serikali kuna watu wanavujisha siri za taifa letu hawa watu wanaoposti mambo ya ndani ya taifa letu wanazitoa wapi taarifa hizo tunaona kwenye mitandao ya kijamii kina mangi kimambi kutu wanaposti vitu vya siri za taifa letu wanatoa wapi hayo mambo na kuomba rais samia dili na hawa watu hawa wanaodhamini wanao, wanao hawa wanaowadhamini hawa watu wanaoleta vurugu kwenye mitandao. Ukishaweza kuwadhibiti hawa basi, hakikisha e, e, wamedhibitiwa kweli kweli, na taifa letu litakuwa salama kabisa, kwa sababu hawa wadhamini wanaodhamini hivi vikundi vya wahuni wa mitandao wahuni waku, waku, waku, waku, waku, waku, waku mavurugu kuanzisha vurugu kwenye wanaotaka kuanzisha vurugu kwenye nchi yetu, hawa wanaosupport hivyo vitu ndio watu wabaya zaidi, kwa sababu wapo ndani ya, ya, naamini kabisa wako ndani ya serikali na wengine wako ndani ya chama chetu cha Mapinduzi. Nakumbuka ulishawahi kusimama na ukatoa spichi kwamba baada ya kupata hicho kiti cha urais, kuna mzee alikufuata akakwambia, mama, hongera kwa, kwa, kwa cheo kikubwa ulichokipata, hongera kwa kuwa, kwa kuwa raia namba moja na kuwa rais wa taifa lakini kumbuka, adui yako sio Chadema, sio ACT, sio nani. Adui yako ni mwana CCM mwenzako. Nakumbuka hiyo spichi ulitoa kipindi Job Ndugai E, kuna ametoa ame, ame, ame, ame, ame spichi isiyoeleweka kipindi hicho, nakumbuka uliizungumza hiyo spichi. Sasa kama ulizungumza ile spichi, kama umesahau, mimi nakukumbusha mama yangu, hii vita anayoiona kwenye mitandao pengine inasababishwa na hao hao ambao wako ndani ya chama cha mapinduzi, wako ndani ya chama hao watu na hawa wanaowasapoti hawa vijana hawa wanaoleta vurugu kwenye mitandao ya kijamii naomba wadhibitiwe, mheshimiwa, kwa sababu ukidhibiti hawa vijana wanaoposti posti ujinga, watawaacha hawa waliokamatwa na polisi, aidha eh, ambao sheria itafuata mkondo wake, wakamate wadhibitiwe, watawaacha. Wakishawaacha wanaenda kudhamini vijana wengine kwa vurugu. Hawa watu wanaoposti mitandao hawawezi kukoma, ili tukio haya matukio ya upuuzi yakome ni lazima Mheshimiwa Rais udili na hawa wanaowadhamini. Kwa hiyo mimi nakuomba Mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan, tarehe 29 sisi wa Tanzania wote kura zetu ni kwako. Sisi wa Tanzania wote tutailinda amani ya taifa letu, hakuna maandamano. Mimi, mii nakuhakikishia mama yangu, hakuna maandamano na hii video isiviwe. Hakuna maandamano tarehe 29 sisi wa Tanzania wanakatavi wote tutahakikisha tunailinda amani ya taifa letu. Sisi Katavi tutapiga nyungu kweli kweli mm. Kila mwenye nia ovu ya taifa letu atakutana nacho. Mimi nikuhakikishie rais wangu, lakini pia ni kuombe ulikumbuke hilo jambo moja tu la kuhakikisha unadiri na watu wanaodhamini hivyo vikundi vya machafuzi ya mtandao. Asanteni sana.